Mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel amesema matumizi ya TEHAMA yamekuwa na ukombozi mkubwa wa utatuzi wa mashauri mbalimbali katika mahakama za Tanzania, huku akikiri upungufu wa watumishi takriban elfu tano katika mahakama hizo. Hata hivyo amesisitiza kwamba licha ya upungufu huo, lakini uwepo wa akili mnemba AI imeendelea kurahisisha ushughulikiwaji wa mashauri mbalimbali mbali katika mahakama hizo. Ni kweli kwamba tuna upungufu wa watumishi takriban elfu tano plus, lakini yapo mambo mawili makubwa ambayo lazima niwahakikishie wa Tanzania. Moja, matumizi ya tehama yamekuwa ukombozi mkubwa sana kwetu. Hatusemi hatuhitaji tena watumishi, hapana, lakini matumizi ya TEHAMA yamepunguza sana sana, e, changamoto hiyo kwa kiwango kikubwa. Msisahau kwamba tunazungumzia akili unde, ambapo sasa jaji kwa ule mfumo wa TTS anaongea ile hukumu yake, haandiki, alafu anabonyeza kitufe, hukumu ile inaandikwa, lakini anaulizwa unataka kwa Kiingereza, anasema ndio au nataka kwa Kiswahili, anachagua. Kama wiki iliyopita alitoa hukumu yake kwa Kiingereza, anataka sasa hiyo kwa Kiswahili, anaingiza kwenye mfumo, anasema sasa ni printie kwa Kiswahili. Maana yake nini? Walihitajika watu wengi sana nyuma ya pazia, wakakae wasome ile hotuba, ile hukumu waisikilize, alafu waanze kuandika hayo sasa yameondoka, kwa hiyo unaona kwamba inapunguza sana. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ndiye ambaye anatarajiwa kuzindua majengo hayo matatu ya mahakama yaliyopo makao makuu ya nchi Dodoma, yaliyogharimu kiasi cha shilingi bilioni mia moja na themanini na tano nukta nne na ambaye yanatajwa kuchochea utoaji wa haki kwa wakati. Majengo hayo ni makao makuu ya tume ya utumishi makazi ya waheshimiwa majaji na makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Naam, mradi huu ni miongoni mwa miradi ambayo inatarajiwa kuzinduliwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na hizi ni katika juhudi za serikali ya Tanzania kuendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali, ikiwamo majengo ya mahakama. Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.